Wakazi wa Matondoni kisiwani Amu wameitaka serikali ya kaunti kuwatengea sehemu maalum ya kumwaga taka ili kupunguza uchafuzi wa fukwe za Bahari Hindi, jambo ambalo limeathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa samaki. Wakiongozwa na mashirika ya kijamii, wakazi hao wamefanya usafi wa fukwe huku wakilalamikia vifo vya punda wao kutokana na kula takataka. Kulikuwa na samaki zamani hapa Matondoni wakiingia jioni kila siku makapu makapu, lakini kwa sasa hata robo ya kapu haipatikani. Ni nini mapempa? Si umwagwa pwani, sindano, vijembe, maplastiki huwazaingia kwenye mikoko huko, zikaharibu mazingira ya samaki na nyumba za samaki. Pia ni kwamba kaunti wangeweza kuweka watu pia waweze kukolekt, wawe na mapunda, sababu huku kwetu kuja kuangalia bado ramani za majumba ama zamani za kujenga ni zile za zamani ya vichochoro, kwa hivyo magari hayawezi kupita ndani za kuchukua takataka. Ni kwamba wawe na punda maalum ambao watakuwa wanazunguka wanachukua hizo takataka, ama wanachukua pale kwa collection centers, waweze kulipeleka kule. Naomba serikali tusaidie, tuwe na eneo la kumwagia taka na, na birika kama birika watuwekee la kumwagia taka, watu wakifagia tuwe tukitia hapo halafu tukichoma.